Neno la Bwana likamjia Yona mara ya pili kusema, Ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukaihubiri habari nitakayo kuamuru. Basi Yona akaondoka akaenda Ninawi kama Bwana alivyonena. Basi Ninawe ulikuwa mji mkubwa mno, ukubwa wake mwendo wa siku tatu. Yona akaanza kuingia mji mwendo wa siku moja, akapaza sauti yake akasema, baada ya siku arobaini Ninawe utaangamizwa. Basi watu wa Ninawe wakamsadiki Mungu wakatangaza kufunga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 nao wakamlilie Mungu kwa nguvu naam, na wageuke kila mtu akaache njia yake mbaya na udhalimu ulio mikononi mwake. Ni nani ajuae kwamba Mungu hatageuka na kugairi na kuiacha hasira yake kali, ili tusiangamizwe? Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameiacha njia yao mbaya. Basi Mungu akaligairi neno lile baya ambalo alisema atawatenda, asilitende. Neno la Bwana. <coughs>